Mwaka 1961 nchi ya Tanganyika ilipata uhuru na ilipofika mwaka 1964 nchi ya Tanganyika na nchi ya Zanzibar ziliungana na kuunda nchi moja ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku nchi ya Tanganyika ikijulikana kama Tanzania bara na nchi ya Zanzibar ikijulikana kama Tanzania visiwani. Toka muungano wa Tanganyika na Zanzibar, nchi ya Tanzania imeongozwa na marais sita mpaka sasa, huku wote wakiwa wanatoka katika Chama cha Mapinduzi CCM. Leo Kanyuka inakukumbusha kauli za marais na awamu zao katika kuiongoza nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais wa awamu ya kwanza ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyezaliwa mwaka 1922 na, na alifariki dunia mwaka 1999. Hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliingia madarakani rasmi mwaka 1964 baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar na kuuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na aliondoka madarakani mwaka 1985. Katika uongozi wake, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliamini sana katika ujamaa na kujitegemea kwa kila mwananchi. Hivyo katika uongozi wake alienda sambamba na kauli mbiu yake inayosema kuwa ujamaa na kujitegemea. Sisi watu wa Uganda tulikuwa tunajuana kwa makabila yetu na tunatajana kwa makabila yetu. Watu wa Kenya walikuwa wanajuana kwa makabila yao huyu Mkikuyu, huyu Mjaluo, huyu Mluhya na wanatajana kwa makabila yao. Watu wa Tanzania walikuwa kabisa kabisa, hatujui makabila yao. Hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa ni rais mwenye misimamo na asiyependa kuona wageni wakinufaika zaidi ya wenyeji katika nchi ya Tanzania. Rais wa awamu ya pili kuiongoza nchi ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ni hayati Ali Hassan Mwinyi aliyezaliwa mwaka 1925 na, tano, na alifariki dunia mwaka 2024. Hayati Ali Hassan Mwinyi aliingia madarakani mwaka 1985 baada ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kutoka madarakani. Katika awamu hii ya pili ya Ali Hassan Mwinyi ndiyo mfumo wa vyama vingi ulianzishwa. Mfumo huu wa vyama vingi ulianzishwa mwaka 1992 na kuanza kutumika rasmi kwenye uchaguzi mkuu wa serikali mwaka 1995. Katika uchaguzi huo ulihusisha vyama tisa vya, vya siasa kutoka hapa nchini Tanzania. Anatumia kichwa chake kutafakari na kubuni sana na kwa yote anayoyabuni yanakwenda vyema nataka nimshukuru. Kauli mbiu ya hayati Ali Hassan Mwinyi ni kila kitu luksa pasipo kuvunja sheria. Aliondoka madarakani mwaka 1995. Na rais wa awamu ya tatu ni Benjamin William Mkapa aliyezaliwa mwaka 1933 na, na alifariki dunia mwaka 2020. Hayati Benjamin Mkapa aliingia madarakani mwaka 1995 kwenye uchaguzi mkuu uliohusisha vyama mbalimbali vya siasa hapa nchini Tanzania. Hayati Benjamin Mkapa katika utawala wake yeye alienda sambamba na kauli mbiu inayosema kuwa ukweli na uwazi. Kutoka wakati wa baba wa taifa mpaka wa mzee Mwinyi mpaka nikawa rais, wakati wote tumefanya kazi vizuri, wamenielewa, wamenihimiza, wamenishauri, na ndiyo maana nchi yetu ikaendelea kuwa stable na amani namna hii. Siku hizi nasafiri sana. Hayati Benjamin Mkapa aliondoka madarakani mwaka elfu mbili na tano. Baadaye aliingia madarakani Jakaya Mlisho Kikwete aliyezaliwa mwaka elfu moja mia tisa na hamsini na, na aliingia madarakani mwaka elfu mbili na tano na alitawala mpaka mwaka elfu mbili na kumi na tano. Katika utawala wake, Jakaya Mlisho Kikwete alitamani kila mwananchi awe na maisha bora kutokana na kauli yake mbiu inayosema kuwa hali mpya, nguvu mpya, kasi mpya na maisha bora kwa kila Mtanzania. Sasa unaacha wageni wanatafuta wana, wana, wana wanapata, wanalipa gharama zao. Baada ya hapo, sasa kule kugawana 75 65, badala ya kuchukua TPDC, wakachukua sekta binafsi wachukue, wachukue Bwana Kikwete na ndugu zake na jamaa zake. Mwaka elfu mbili na kumi na tano aliingia madarakani hayati Magufuli aliyezaliwa mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tisa na kufariki dunia mwaka elfu mbili na ishirini na moja akiwa madarakani. Mumba huyu kutoka Chato aliamini katika kuwajibika kwenye kazi. Kila aliyoonyesha ulegevu katika kazi aliondolewa katika nafasi ya uongozi aliyokuwa nayo. Hayati Dr. John Pombe Magufuli katika utawala wake alienda sambamba na kauli yake mbiu inayosema kuwa hapa kazi tu. Na kweli ilikuwa ni kazi kweli kweli. Ukiwauliza wananchi wa Kinyerezi hapa, kila mmoja anahitaji umeme, lakini inawezekana wengine wanashindwa kuvuta umeme kwa sababu ya bei ya juu. Anahitaji kupikia gesi, anahitaji kupikia umeme, anahitaji akae para, afunge vifaa vyake kwa umeme lakini bei ya chini haipatikani, lakini kila kitu tunacho. Kwa hiyo mjipange vizuri, ndugu zangu wa Wizara ya Nishati, nendeni kwa spidi hiyo ya hapa kazi tu, na ndiyo maana Profesa Muhongo niliamua kukurudisha hapo. Kauli mbiu ya hayati Dr. John Pombe Magufuli ndiyo kauli fupi kuliko za marais wote katika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania rais wa awamu ya sita ambaye ndiyo rais mpaka sasa anayetawala nchi ya jamhuri ya muungano wa tanzania ni dkt samia suluhu hasani aliyezaliwa mwaka elfu moja mia tisa na sitini aliingia madarakani mwaka elfu mbili na ishirini na moja baada ya kifo cha rais aliyekuwa madarakani hayati dkt johni pombe magufuli rais dkt samia suluhu hasani amefanya mambo makubwa yaliyoachwa na marais waliopita katika awamu hizo nne katika nchi ya jamhuri ya muungano wa tanzania katika awamu hii ya sita, Rais Samia Suluhu Hasani, kauli yake mbiu inasema kuwa nawasalimu katika jina jamhuri ya muungano wa Tanzania, kisha wananchi kuitikia kazi iendelee. Ni wasalimu kwa jina la jamhuri ya muungano wa Tanzania, mnatakiwa kuitikia kazi iendelee. Turudie sasa, nawasalimu kwa jina la jamhuri ya muungano wa Tanzania, iendelee kuliko Toka nchi ya kupata uhuru mpaka sasa, bado chama cha mapinduzi CCM ndiyo kipo madarakani licha ya upinzani mkubwa ambao unajitokeza kwa vyama pinzani, hasa kwa chama cha demokrasia na maendeleo. Imeandaliwa na kusomwa na mimi Yusuf Sadoki, lakini na kukumbusha tu, usisahau kulaiki, kushea pamoja na kusubscribe ili uzidi kuwa mwanafamilia wa Kanyuka TV na uwe wa kwanza kupata taarifa za michezo pamoja na siasa bila kusahau taarifa za matukio ambayo yanatokea duniani kote kiasi